Um, karibu tena, ni habari nzito, habari ya kusikitisha sana mm, giza limetanda tena katika anga la Tanzania kuweza kupata msiba mzito, um, mm, aliyekuwa mwigizaji wa Bongo Movie kupitia tamthilia ya Jua Kali almaarufu kama Kitundu kuweza kuiaga dunia siku ya jana. Mm, taarifa hizi zilienea sana katika mitandao ya kijamii usiku wa jana ah, baada ya tangazo kuweza kutolewa katika uongozi wa Lamata village kuweza kuthibitisha kifo cha mwigizaji mwenzao huyo Raidanusi Vitarisi alimaarufu kama Kitundu kuweza kuiaga dunia. Nataka hapa ninukuu kile ambacho Lamata kushare, waliweza kushea, aliweza kuandika kwamba familia ya Lamata uh, village inasikitika kutangaza kifo cha mwanafamilia mwenzetu uh, Raidanus Vitarisi aliyekuwa anacheza uhusika wa Kitundu kwenye tamthilia pendwa ya jua kali. Tunatoa pole kwa familia Eh, ndugu, rafiki na jamaa wote, Bwana ametoa, Bwana ametoa, jina lake lihimidiwe. Eh, hii ni taarifa nzito sana ambayo jana iliweza kuwashtua watu katika mitandao ya kijamii baada ya kuweza kuonekana kwa posti mbalimbali zikionyesha taarifa hii nzito ya msiba. E, kufariki kwa Kitundu, mm. Kijana ambaye alikuwa machachari sana katika uigizaji wake na kuweza kucheza vipengele mbalimbali pendwa kabisa katika tamthilia hiyo ya Jua Kali. Lamata aliweza kulia sana kwa sababu ya kuamini kama mwigizaji e, wake huyo ambaye alikuwa akimtumia katika tamthilia ya Jua Kali, hatimaye ameweza kuiaga dunia, hatuko naye tena mm. Habari hii mastaa mbalimbali wameendelea kushea kuguswa na kifo cha mwigizaji mwenzao huyo, Kitundu kuweza kuiaga dunia na taarifa kamili za kifo, nini haswa ambacho kimeweza kumpata Kitundu mpaka kupelekea kifo chake. Na siku ya jana, taarifa kubwa katika mitandao ya kijamii ilikuwa ni msiba wa Kitundu kuweza kuenea kwamba tayari Kitundu hatuko naye tena, na watu eh, kutokuamini kile ambacho kiliweza kupostiwa. Kama unavyoona hapa, enzi za uhai wake alikuwa mwanafamilia mm, pendwa kabisa wa tamthilia ya Juakali. Huyu hapa upande wa kushoto ndiye Kitundu mwenyewe ambaye alikuwa akipendwa sana katika uigizaji wake hodari eh, kabisa. Alikuwa akiuvaa husika enzi za uhai wake kuweza kuwakosha mashabiki mw, watazamaji wa Jua Kali. Lakini ndo hivyo tena, Mwenyezi Mungu amempenda zaidi. leo hii atuko naye tena, ameweza kuiaga dunia a, siku ya jana, taarifa hizo ambazo ziliweza kuenea katika mitandao ya kijamii kwamba Kitundu ameweza kufariki dunia. Taarifa kamili ambazo kwa sasa zinaendelea kuweza kupata Eh, nini haswa ambacho kimeweza kusababisha yani, chanzo cha kifo cha Kitundu ndugu ameweza kuweka wazi eh, chanzo ambacho kimepelekea kifo cha marehemu la Idanusi Witarisi almaarufu kama Kitundu, mwigizaji wa Bongo eh, movie, kupitia tamthilia ya Juakali mm. Taarifa kamili eh, ndugu atatoa baada ya siku ya jana kuweza kudhibitisha kifo chake, na leo basi taarifa hizi zitaendelea kutolewa kwa ajili ya kuweza kufahamu nini haswa ambacho kimeweza kupelekea kifo cha ndugu yetu rafiki yetu mdogo wetu Kitundu kuweza e, kuiaga dunia hapa mm. Nataka uone kile ambacho alikuwa akikifanya enzi za uhai wake kupitia tamthilia ya Jua Kali kuweza kuonyesha uwezo mkubwa wa wigizaji na kupelekea umaarufu mkubwa watu kuweza kumpenda sana kupitia tamthilia hiyo ya jua kali. Tazama kile ambacho alikuwa kikifanya. Mama, nahitaji msamaha wa dhati toka kwenu. Mambo yangu saa hivi hayaendi, inaonekana labda uko nyuma, niliwakosea kwa nilichokifanya. Kitundu, hebu acha kumbuka mambo ya, ya nyuma, sawa? Sisi tumekusamehe wala hatuyakumbuke yale ya zamani, tumekusamehe kutoka ndani ya mioyo yetu. Acha kukumbuka mambo ya zamani, hebu tuangalie mambo ya mbele ya mbili. Sawa mwanangu, Kitundu mdogo wangu, ulisha kosea na siku azirudi nyuma. Cha msingi tuangalie jinsi gani tunaendesha ya maisha huko mbeleni, si unaelewa mama? Sofia dadangu, sioni mbele zaidi ya kiza tu na lazima niwaambie ukweli familia yangu. Kitundu sikiliza, katika mambo ambayo umenitendea mimi, mengi ni mazuri kushinda mabaya, kwa hivyo usijihukumu. Kuwa na amani mwanangu, umesikia? Na kupenda kuwa na amani. Dangu huyu, Kitundu unaimwona sahivi sio ule wa zamani, nimejirekebisha na makosa yote, dada yangu <coughs> nimejifunza na nimekoma pia. Kitundu, hizo ni stori tu, yani muda si tena mrefu utaaribu tena, kwani mi sikujui wewe? Sasahivi unaaribu. Nisikize dada yangu Sofia. Cha kwanza, nimeacha kila kitu, situmii kilevi cha aina yoyote na kunywa juisi tu, dada yangu hmm. Kitundu mdogo wangu, unajitekenya mwenyewe na unacheka mwenyewe tokea lini? Wewe Kitundu umeacha sigara? Wewe utaacha kuvuta sigara? Wewe kwa jinsi ninavyokujua wewe, niacha situpa hapa. Dada yangu, utaona mimi nimebadilika, nimekuwa mpya kabisa.